Kitabu cha Wafilipi mlango wa nne mstari wa kumi na tatu kinatamka kwamba ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Mwisho wa kunukuu. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwambia Mungu asante kwamba mimi na familia yangu ametupa afya njema ya kuweza tena kurudi nyumbani hapa na kuja kuona jambo hili la kihistoria likifanyika, na mimi nikionyesha nia ya kuwania nafasi ya ubunge katika jimbo letu la Siha. Nimetoka hapa yapata miaka kumi na sasa nimerudi tena kwa ajili ya kushirikiana na wananchi wenzangu katika wilaya ya Siha kwa ajili ya kujiletea maendeleo. Sasa umuuliza swali zuri hapa kwamba ni kwa nini nimeamua kuja kuwania nafasi hii tena katika wilaya yangu ya Siha. Miaka ishirini iliyopita chama chetu cha Mapinduzi kilituongoza katika kuomba kuwa na halmashauri ya wilaya ya Siha na wilaya ya Siha miaka ishirini ilipopita mpaka tunapozungumza sasa hivi tulishirikiana na wananchi. Miaka kumi ilikuwa ni miaka ya kipindi changu mimi hapa, na nia na shabaha ya kuomba kuwa na wilaya ya Siha ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaharakisha maendeleo ya wananchi katika wilaya yetu ya Siha fomu hizi hapa nazionyesha, kwa sababu nimeona klipu zinapitapita pita ambazo zinasema kwamba mimi nimewahi kutamka nikasema kwamba sigombee. Sasa mimi nafikiri leo ithibitike hapa kwamba mimi nagombea. inasema e, gomba, sigombei. Haya, hilo la kwanza. Kuna maneno yanapita yanasema kwamba wewe, umri umepea. Hebu niangalie, unaona una umri umepea? Hapo Rais Reagan uh, wa Marekani alifika mahali, Ronald Reagan akiwa na umri hey, wa miaka sabini na tatu, akaulizwa, bwana, uone uoni kwamba umri wako umezidi na kwamba Reagan alisema maneno yafuatayo: sina ugomvi kabisa na kijana yeyote ambaye anaonyesha kwamba anahitaji kuongoza, no problem. Isipokuwa yeye Reagan alitaka atumie uzoefu alio nao katika kuonyesha namna ya kuiendesha Marekani. Mimi hapa ninajua kwamba nimejenga uzoefu na uzoefu huu utawasaidia sana vijana ambao wanawania nafasi hizi katika kujiletea maendeleo. Ukiingia katika madaraka kama haya, unahitaji kufundisha, unahitaji kulea, unahitaji kusimama katika nafasi yako na kuonyesha namna ya kuongoza na kuonyesha namna ya kwenda bungeni. Hatupeleki Tyson bungeni tunapeleka mtu ambaye kichwa kinatwanga, ukienda pale, ukisimama pale, hatuangalii misuli tukakaa tunaanza, tunapeleka mtu ambaye atatumia nafasi hiyo katika kuhakikisha kwamba anawasilisha maendeleo na matumainio ya wananchi.